Karibuni katika makala hii inayofanya tathmini ya miaka minne ya uraisi wa mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyeingia madarakani siku kama ya leo miaka minne iliyopita, yani tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na moja kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wakati huo marehemu John Pombe Magufuli. Lakini kabla ya kuingia katika tathmini hii Napenda kuwashukuru nyote mnayotembelea channel hii, niwakaribishe wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza, unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za siasa, channel hii ambayo sasa inafahamika kama Jasusi TV inakuletea pia habari za kitaifa na kimataifa, chambuzi, masuala intelligence, na kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika unapata pia fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada husika, ambayo kama nilivyoeleza awali, makala hii inafanya tathmini ya miaka minne ya uraisi wa Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye aliingia madarakani siku kama ya leo miaka minne iliyopita, Machi 19 mwaka elfu mbili na ishirini na moja, kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wakati huo marehemu John Pombe Magufuli. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa makamu wa rais wa marehemu Magufuli, alirithi nafasi hiyo kutokana na kifo hicho. Binafsi nimekuwa na utaratibu wa kufanya hizi tathmini kila baada ya kipindi cha uongozi wa kiongozi fulani. Nilianza utaratibu huu mwaka elfu mbili na kumi na tano mara tu baada ya rais marehemu Magufuli kuingia madarakani, kwani nilifanya tathmini ya kwanza nikafanya tathmini ya pili katika mwaka wa pili wa uongozi wake, ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na sita. Baadaye nikafanya tena tathmini ya tatu mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Kwa upande wa Mama Samia Suluhu Hassan nimefanya tathmini katika kila alipotimiza mwaka mmoja wa uongozi wake. Nilifanya tathmini ya kwanza Machi kumi na tisa elfu mbili na ishirini na mbili nikafanya nyingine Machi kumi na tisa elfu mbili na ishirini na tatu nikafanya tena nyingine Machi kumi na tisa elfu mbili na ishirini na nne mwaka jana na hii ya leo Machi kumi na tisa elfu mbili na ishirini na tano Kwa hiyo nimekava vipindi vyote vya vinne vya uongozi wake, na hii tunafanya kwa ajili ya maslahi ya kizazi hiki cha sasa na vizazi vijavyo huko mbele. Ukienda kwenye maktaba zetu ni vigumu sana kupata vitabu vinavyohusu maswala ya viongozi wetu kuhusu tawala za viongozi wetu. Kwa hiyo bila shaka jitihada hizi zitawahamasisha pia waandishi wengine kufanya maswala kama haya ili tuweze kuweka kumbukumbu zawia. Baada ya kusema hayo, nielekee njedele, sasa kwenye makala husika na ku hii. Kwa hiyo tahmini hii imejikita katika maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ni mafanikio katika sekta za diplomasia, uchumi na demokrasia pia tupia jicho changamoto katika mfumuko wa bei, ajira na usalama wa raia, migogoro mikubwa kama vile DP World na utekwaji wa watu Ngorongoro kule, pia hali ya usalama, megusia pia mauaji ya kutisha ya kiongozi mwandamizi wa Chadema Ali Kibao, marehemu Ali Kibao, na mwisho ni mikakati ya Rais Samia Suluhu Hassan kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 akiwa mgombea rasmi wa Chama cha Mapinduzi. Tuanze sasa na mafanikio ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwanza ni katika eneo la diplomasia na mahusiano ya kimataifa amefanikiwa kuimarisha uhusiano wa Tanzania na mataifa makubwa ikiwemo Marekani, Uingereza, China na Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine mbalimbali. Matokeo yake ni uwekezaji mkubwa na mikopo kwa miradi mikubwa ya maendeleo. Kadhalika kwenye upande wa uchumi na uwekezaji licha ya changamoto Tanzania imeendelea kuvutia wawekezaji. Miradi kama reli ya SGR, bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere na barabara kuu zimeendelea kutekelezwa. Pia kwenye upande wa uhuru wa vyombo vya habari na maridhiano ya kisiasa magazeti, magazeti mbalimbali yaliyokuwa yamefungiwa huko nyuma yaliruhusiwa kuchapishwa tena na pia tunakumbuka kulikuwa na maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi na, na, na, na Chadema, japo maridhiano haya yameingia kwenye mkwamo, lakini tunayataja kama mafanikio kwa sababu yalianza, jitihada hizo zilianza wakati wa utawala wa Mama Samia Suluhu Hassan. Pia kwenye sekta ya afya na elimu, serikali imeongeza vifaa vya tiba na kujenga hospitali mpya. Pia kumekuwa na programu mbalimbali za afya na vile vile kwa upande wa elimu mpango wa elimu bila malipo unaendelea, licha ya changamoto kwamba wanasema baadhi ya hizo shule zimekuwa katika mazingira magumu, lakini ukweli kwamba mkakati huu wa elimu bila malipo a, ni moja ya mafanikio makubwa katika a, utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Changamoto kubwa katika utawala wake, miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na lile swala la DP World na mkataba wa bandari ya Dar es Salaam. Um, na hili swala japo serikali ilieleza kwamba itaongeza mapato na kuongeza ufanisi wa utendaji kazi wa bandari, lakini wakosoaji wengi walidai kwamba mkataba huu ulikuwa ni wa kuiuza Tanzania na hakukutolewa maelezo ya kutosha sana kuhusiana na um, hasa swala hili lilikuwaje, kwa sababu ni swala la kisheria. Kwa hiyo likaacha taswira kama nchi inauzwa. Pia kulikuwa na swala moja la kutisha la kusikitisha la kifo cha aliyekuwa kada uh, mwanasiasa mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema marehemu Ali Kibao ambaye alitekwa na baadaye kupatikana akiwa amekatwa viungo vyake vibaya na kuibua hofu na hasira kubwa kwa wananchi. Uh, na mpaka sasa hivi serikali haijatoa maelezo kuhusiana na chanzo cha kifo hicho wala kumkamata mtu yoyote aliyehusika, na imeendeleza hisia kwamba labda kuna mkono wa serikali katika swala hilo. Uh, kwa upande mwingine, kulikuwa na mgogoro wa Ngorongoro ambapo serikali imewahamisha maelfu ya watu kutoka Ngorongoro uh, kwa madai ya kulinda mazingira, lakini hatua hii imekosolewa kwa kuathiri jamii za asili za wafugaji wa Kimasai. Pia kuna suala la kuvunjika kwa maridhiano na Chadema na kuibuka kwa ajenda ya no reform, no election. Mwanzoni Rais Samia alifanya jitihada za maridhiano na Chadema, lakini hali hiyo imekumbwa na mkwamo. Chadema sasa imetangaza ajenda ya no reform no election, wakidai kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 hautakuwa wa haki bila marekebisho ya sheria za uchaguzi na tume huru. Swali ni kwamba, je, Rais Samia ataweza kuwashawishi Chadema washiriki uchaguzi huo au Tanzania itashuhudia uchaguzi wa upande mmoja? Pia kuna changamoto ya uchumi na gharama za maisha. Mfumuko wa bei umeendelea kuathiri wananchi wengi, huku gharama za bidhaa muhimu kama chakula na mafuta zikipanda licha ya juhudi za serikali mshahara wa mfanyakazi wa kawaida bado hauendani na gharama za maisha pia kuna changamoto ya ajira kwa vijana na vitu kama hivyo kwa hiyo tunakwenda sasa kwenye mustakabali wa Tanzania na hasa kwenye uchaguzi wa 2025 kwa upande wa CCM tayari uh, mama Samia amependekezwa kuwa ameshapitishwa kuwa mgombea wa chama hicho Um, swali ni je, atashinda kwa urahisi au kutakuwa na upinzani mkubwa? Na eh, hiyo endapo uchaguzi utafanyika na je, serikali yake itahakikisha uchaguzi utakuwa haki au mvutano utaendelea? Na pia kuna ushindani wa kisiasa na hatima ya CHADEMA, kwa sababu kwa upande mmoja hiki ni kama ndio chama kikuu cha upinzani, lakini kimeweka dhamir, dhamiri dhahiri msimamo wake kwamba hakitoshiriki uchaguzi huu kwa sababu sio kwa kwa kama hakitoshiriki kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko ya kanuni na sheria na shirina, taratibu za uchaguzi basi hakutokuwa na uchaguzi, kwamba utashinikiza wananchi uh, waweze kushinikiza uchaguzi usifanyike. Na pia je, Rais Samia Suluhu Hassan atafanikiwa kudhibiti mfumuko wa bei na kupunguza ugumu wa maisha kwa Watanzania wa kawaida. Uh, kwenye upande wa uhuru wa kisiasa kutokana na swala la utekaji watu kupotea kwa baadhi ya wanasiasa wa upinzani wa na ukandamizaji wa uhuru wa maoni kuna wasiwasi ikiwa uchaguzi huu wa mwaka 2025 utakuwa na huru na haki, na kama huo uchaguzi wenyewe utafanyika. Mwisho ni kwamba miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan inaweza kuelezewa kama yenye changamoto na mafanikio sawa, ni kama hamsini kwa hamsini. Um, tayari lakini yeye ameshapitishwa kuwa na CCM kwa mgombea wake kwa mwaka 2025, lakini uchaguzi huo unakabiliwa na maswali mengi Je, utakuwa wa haki endapo utafanyika? Je, CHADEMA watashiriki uh, au watasusia kwa msingi wa no reform no election? Kadhalika, kuna mkataba uh, ule wa DP World na mikataba mingine uh, endapo wananchi watakuja kufahamu ukweli au uh, itakuwa na athari uh, kwenye masuala ya uchaguzi, na hili swala la utekaji ambalo bado ni changamoto na ni tatizo kubwa litafikia kikomo lini? kwa haya ni baadhi ya maswali ambayo yanasumbua inasumbua vichwa vya watu wengi. Basi mimi matumaini yangu kwamba uchambuzi huu, tathmini hii itakuwa imetoa mwangaza wa kutosha. Niwatakie siku njema na asanteni kwa kunisikiliza na kwa